Wewe usicheke ovyo, subiri ni kuonyeshe kitu. Jamani, tulia, bado sijamaliza. Kwa hiyo, jamani, makao makuu ya Abood Bus Service Limited, SLP 127 Morogoro Tanzania, Msamvu, Morogoro. Kwa hiyo mwaka alioanza kutimua vumbi mikoani 1986, makao makuu yakiwepo Morogoro. We unaelewa? Sasa mbona haujibu aisee? Okay. Unakuwa kama domo zege, elewa. Huyu ndio Abood Bus. Abood Bus imeshika barabara za Tanzania kwa miaka ya 39 na zaidi. Miaka kadhaa imepita, lakini hadithi inaendelea, ila kwa sasa teknolojia ipo kwake, ufahali upo kwake na sasa akizidi kusambaza huduma zenye viwango vya juu, zenye heshima na ufanisi wa hali ya juu. Kwa Abood safari sio mbali tu, ni urithi wa ubora unaoendelea kuandika historia ya barabarani. Jamaa China ameipeleka Dar es Salaam <laughs> huyu ndio Abood Bus Service, ubora wa kwanza, safari ya kizazi kwa sasa teknolojia ipo mikononi mwake. Jamani, tunazidi kusonga. Ukisikia Tanzania Bus Hub ujue kituo cha mabasi ya Tanzania it's okay. Jamani, <laughs> angalia chuma zinavyopita kwanza. Halafu yule mchekaji, mbona simsikii? Utakula makofi <laughs> yeti anamcheka mkongwe. Alafu nimemwona superhero akipita. Sijui ametokea wapi. <laughs> Amekuwa shahidi. Jamani, <laughs> kutoka 1986 hadi 2025, Abood haikuwa tu kampuni ya mabasi. Ilikuwa ndoto inayokuwa pole pole. Kutoka magurudumu ya mwanzo, barabara za vumbi, safari za kijijini, hadi leo kuwa jina linalosimama kwenye ramani ya usafirishaji wa abiria nchini Tanzania. Kwa zaidi ya miaka 39, Abood imebeba watu, ndoto, familia na historia. 2025 bado inaendelea. Bado inaandika ukurasa mwingine wa kasi, ubora na utamaduni wa safari. Jamani, bonyeza follow. Safari tulivu inaanzia hapa. Aya, Mtwara Buses TZ. We travel in luxury. Haya, huyu hapa abaki nasi kwa usafiri bora mikoani.